Kala fayushafaani, imepokewa na Ahmad ibn Hanbal. Maana yake ni kwamba swaum na Quran zitamwombea mja siku ya Kiyama. Swaum itasema: ewe mola wangu, nilimzuia na chakula na matamanio mchana, ni ruhusu nimwombee. Na Quran itasema: nilimzuia na usingizi usiku, niruhusu ni ruhusu nimwombee, na zitakubaliwa kuombea. Fikiria hilo, njaa yako ya mchana si bure Kusimama kwako usiku si bure. Lakini jiulize: je, swaum yako ilikuwa ya kweli? Je, Qur'ani yako ilikuwa ya kutafakari au kusoma tu? Ramadhan ni nafasi ya kujenga mashahidi wako wa akhera. Usikose episodi ya nne. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.